ko wote watakuwa wanazungumza kama hiwaru lakini wapo katika madrasa Nasiru wakisema kumwambia Ahsan eh, Ahsanu, eh, sabahaka Allahu bilkhairi ya akhi eh, Mwenyezi Mungu akupamba akupambazukie aku, pamba, aku, asubuhi njema ewe eh, ndugu yangu. Ahsanu wakimjibu sabahaka Allahu bisururi wa lbahjati eh, Mwenyezi Mungu akupambazukie na wewe eh, kwa furaha na kwa tabasamu. Nasiru akimjibu afwan, samahani, indi su'alun hal tasmahu li ina su'ali, je utaniruhusu mimi. Ahsan akimjibu tafaddal, e, tafaddal yani sawa, is'al wala tataharraj, uliza wala usibabaike, wala usione haya. Nasiru basi akimwendelea kumuuliza, hal laka an tukhbiruni min ayati madrasatin ant, je unaweza kunipa habari E, ni unatokea madrasa gani wewe. Basi ahsan nasema bi tabi ah, sawa bi tabi yani yani bi tabi hamna shaka. Ana min madrasati Darul Ulum, mimi natokea madrasa ya Darul Ulum. Yani kamtajia jina Darul Ulumi, e, nyumba za elimu yani yani nyumba ya elimu ya yani ulumi, nyumba ya elimu nyingi kisema daru maanake nyumba, lakini dari lulumi nyumba ya elimu nyingi. Kwa ndo jina lake kwo, akamwambia bi tabia. Yani, tabia maanake kama ina inapamba lugha bi tabia, ewa yaani kama kumuitikia sawa au ee, ku yani bi tabia, bi tabia unaweza kusema kiuhalisia. Naam, akimjibu akimwambia ke ana min madrasati ee, dari lulumi, akaendelea mwambia Nasir, masha allah masha allah, yani kama kumsifia masha allah e. na maana yake mm, maana yake masha allah maana yake lile aliyotaka Mwenyezi Mungu eh, lile amelitaka Mwenyezi Mungu eh e, ndo maana yake lile ambalo ametaka Mwenyezi Mungu kwa kama ni sifa, kwa hiyo ndo Mwenyezi Mungu amelitaka liwe hivyo, kwa tunamsifia masha allah na kilugha ina maana yake vilevile masha Allah. Kwa hiyo madrasatun arikatun, akaendelea kumwambia madrasa yako ni kongwe, ni ya amda. Wa mashuhuratun, na ni yenye kufahamika. Mashuhuri maana yake ni yenye kufahamika na wengi wa. Anta fi ayati madrasatin, anta, akimwenda kumuuliza Ahsan akimuuliza Nasir, wa anta fi ayati madrasatin tadrus, na wewe madrasa ipi unasoma. Nasira akimjibu adrusu fi madrasati uthman bin affan, nasoma katika madrasa ya Uthman bin Affan. Ahsan akienda kumuuliza tena, kam taliban taftani fi madrasatikum, wanafunzi wangapi inakusanya madrasa yenu. Nasira akienda kumjibu, tadhumma madrasatuna, inakusanya au inajumuisha madrasa yetu, hawala miatan wa hamsina taliba kiasi cha mia mbili na hamsini wanafunzi mia mbili na hamsini Na ukisema hawalai, maana yake kama kiasi takriban, yani kama kukisia. Naam, ahsanu. Basi akiendelea kumwambia Ahsan, mundu mata wa anta fi hadhihi lmadrasa, tokea muda gani wewe upo hii madrasa? Nasura akimjibu mundu sanatein, tokea miaka miwili. Ahsan akiendelea kumuuliza hal anistaha wasakanat laha nafsuka Je, e, umeliwazika ume nayo na umetulizana nayo nafsi yako. Nazir akimwambia: naam, ndio aniskuha, nimeliwazika nayo, walhamdulillah, namshukuru Allah. Hasan akiendelea kumwambia: hasanan, vizuri sana, arju an tazura madrasatana e, nataraji utazuru, e, utatembea madrasa yetu fi akrabi fursatin, pale fursa itapokaribia Nasiri wakaendelea kumwambia tayibun, e, e, e, tayibun, sawa vizuri sana zurukum, tutazuru inshallah, e, inshaallah Mungu akipenda. Tayibun sawa vizuri sana zurukum, basi tutazuru tutazuru, tutazuru nyinyi inshallah, ikiwa Mwenyezi Mungu atataka au ikiwa Mungu atapenda. Eh, maana ki kutaka. Ahsanu e, Akiendelea kumwambia ahsan fi amani Allah, basi kwa amani wa Mwenyezi Mungu. Astaudiuka Allah, astaudiuka Allah, na maana yake nakutakia khairi kwa Allah, maanaake <coughs> nakuta akimwaga, nakutakia khairi, nakuaga insha Allah, nakutakia khairi kwa Allah, nakuaga, ndo astaudiuka Allah. So, insha Allah takuja kuendelea asilatu wajibatu haula almadrasa.